Mwana ukuu wa Mwafrika, kinachoendelea Kongo au mgogoro unaoendelea katika taifa la Congo, na mpaka kufikia mahali ambapo serikali ya Kongo imetaka ushirikiano wa madini kati ya serikali ya Kongo na Marekani. Sasa swali uh, wadau wanauliza, mnufaika mkubwa kati ya Marekani na Congo DR Congo, Democratic Republic of Congo, mnufaika mkubwa wa kati ya Kongo na Marekani atakuwa ni nani? Kwa sababu hapa katika dhana hii ya ukuu wa Mwafrika, kumbuka tumekuwa tukiongea kuwa matatizo ya Afrika yanafaa yatatuliwe na Waafrika wenyewe. Matatizo ya Waafrika hayapaswi kutatuliwa nje ya Afrika, kwa sababu nje ya Afrika wengi ni wezi nje ya Afrika wengi ni majambazi. Nje ya Afrika yani, migogoro hii ya Afrika haihitaji kutatuliwa Washington DC, hahitaji kupatiwa ufumbuzi huko Uberigiji eh, Bruseles Uberigiji, haihitaji kupatiwa ufumbuzi Ujerumani au ufaransa. Hapana, migogoro ya Afrika inahitaji kupatiwa ufumbuzi ndani ya Afrika, kwa sababu tukiacha kufanya hivyo, matokeo yake ndio haya, tutaanza kukaribisha wageni ambao wageni hawa hawana hawana huruma. Nisemeje, sijui. Wageni hawa tunaowakaribisha ni wageni ambao yaani, maisha yetu sisi wa Afrika hayawahusu wao wao wanachokiangalia ni rasilimali ambazo wamezifuata. Kumbuka Marekani imesema iko wazi kuchunguza ushirikiano wa rasilimali muhimu ya madini na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, huku Congo ikitaka usaidizi wa Marekani katika vita vyake vinavyoendelea dhidi ya waasi wanaodhibiti asilimia kumi ya eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Hii ni kulingana na Kinshasa. Hatua hii inafuatia Kinshasa kutangaza mipango ya kuimarisha jeshi katika suala la fedha na silaha na kuiwezesha kutekeleza hilo. DRC ambayo ina utajiri mkubwa wa cobalt, lithium, uranium gold na madini mengine mengine kama vile uh, manganizi maana kuna aina nyingi za madini pale katika Congo, ili, ili taifa la Congo hili lakini limekuwa ni taifa ambalo kumbuka, tunasema kuwa Kongo ikiwa huru, Afrika imekuwa huru kwa sababu ya utajiri ambao Kongo inao. Okay, mnakumbuka, the other day nilikuwa naongea na Mpoki Buu ya Kamina Mwandagasia akaniambia na ndugu zetu wakongomani wanalijua, ili mtu anaweza akaamka asubuhi aende mahali akaokote dhahabu, yaani kwenye mlima, mlima unatoa dhahabu hii. Ndio Kongo, utajiri wa Kongo. Kwa hiyo hii Kongo imekuwa ikipambana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda ambao wameteka maeneo mengi ya ardhi yake mwaka huu. Je, ni nani atakayenufaika katika ushirikiano huu mpya wa nchi mbili? Kwa sababu kumbuka, ombi la uhusiano wa DRC kwa Marekani ni lipi? Msemaji wa Tishekedi Chisekedi huyu aliandika kwenye ukurasa wa X kwamba Chisekedi aliyealika Marekani yenye makampuni yanayonunua vifaa vinavyoporwa na Rwanda. Katika ushirikiano huu serikali ya Kinshasa inataka kuyapa makampuni ya Marekani haki ya kuchimba na kusindika madini ya thamani na kulipia msaada huo, na serikali ya Kinshasa inataka ushirikiano wa kijeshi na Marekani ikiwa ni pamoja na mafunzo na vifaa kwa jeshi la Kongo. Maana kwa madai ya serikali ya Kongo kuwa serikali ya Rwanda ndiyo inayohusika, eh, kuiba madini ya Kongo. Kwa hiyo serikali ya DRC Kongo imeandikia Marekani kuwa kulik, badala ya nyinyi kununua madini yaliyoibiwa na Rwanda, ambayo madini haya mnayanunua kwa Rwanda baada ya kuwa wamepora katika maeneo haya ya Kongo, basi nyinyi tunawataka mje moja kwa moja muwekeze wenyewe kwenye ya madini kwa sababu taarifa inasema mwishoni mwa mwezi uliopita, serikali ya Kinshasa iliiomba Marekani kuwekeza katika nchi yenye hifadhi ya madini ya thamani ya dola trilioni 24, ambayo hayajatumika. Madini ni muhimu kijeshi, kiteknolojia na nishati. Kulingana na barua, serikali ya Kinshasa kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuna nia ya sisi kubadilisha washirika wetu. Msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya alisema wiki iliyopita. Ikiwa leo wawekezaji wa Marekani wana nia ya kuja DRC, ni wazi watapata nafasi. DRC ina akiba ambayo inapatikana na itakuwa vizuri kama mitaji ya Marekani inaweza kuwekeza hapa, alisema. Barua ya DRC inaomba kwamba Rais Trump binafsi awepo kwenye mijadala kuhusu ushirikiano huu na kwa mkutano kati ya rais Trump na rais Tshisekedi utakuwa muhimu katika kufanikisha ushirikiano huu. Akielekeza akielezea kuhusu ushirikiano wa Marekani na DRC, Tina Salama, msemaji wa rais Tshisekedi, aliandika kwenye ukurasa wa X kwamba Tshisekedi aliyealika Marekani yenye makampuni yanayonunua vifaa vya msingi kutoka Rwanda vinavyoporwa nchini DRC na kuingizwa nchini Rwanda na kwamba sasa wanaiomba Marekani inunue kutoka kwa wamiliki wake halali. Mamlaka za Rwanda zinasema kuwa madini ya DRC sio sababu ya mzozo wake na DRC na kwamba wanaochimba na kufaidika nayo ni makampuni kutoka nchi za magharibi. Rwanda pia inakanusha kulisaidia kundi la waasi wa M23 kwamba juhudi za kufikia amani zinajumuishwa na vitendo vya pande zote mbili zinazoendelea kusababisha vita. Ukiangalia pia jinsi M23 inavyojijenga upya na jinsi serikali ya Kinshasa nayo na inavyozidi kupata nguvu, unaona kwamba hizi si dalili nzuri za kuelekea upatikanaji wa suluhu ya mgogoro huu, alisema. Sasa madini ya thamani ya DRC yanavutia makampuni mengi kutoka nchi zinazoendelea au zilizoendelea ya kiteknolojia, ambayo huyatumia kutengeneza vifaa vya kisasa, kuanzia kompyuta, simu, silaha, magari hadi vyombo vya anga. Alipoulizwa kuhusu ni kwa kiasi gani ushirikiano baina ya DRC na Marekani unaweza kuyadhibiti makundi ya M23 na makundi mengine yanayopigana mashariki mwa Congo, Bwana Hunatabu alisema Emu ishirini na tatu sio kama makundi mengine, kwa sababu makundi mengine yanakuwa hayana malengo yoyote wala uungaji mkono. Malengo emu ishirini na tatu ni muungano uliojipanga vizuri, ni watu wanaojua wanachokifanya. Aliongeza haamini kwamba marekani kwanza, kwamba, haamini kwamba Marekani kwanza ushirikiano na DRC kuhusu madini itaweza kuvunja harakati za emu ishirini na tatu kwa sababu kundi hilo limejipanga vyema. Timothy Olo anaamini kuwa suluhu ya mzozo nchini DR itatoka Afrika. Alisema ni muhimu kwa pande zinazozozana kuelewana wazi kwamba ni juhudi za nchi na mashirika ya kikanda pekee kama vile SADC na East Africa Community. Uh, zinaweza kuleta suluhu ya kudumu. Suluhu ya tatizo hili halitatoka Washington au Paris, aliongeza. Tatizo la Kongo kama matatizo kama yale ya Sudani yanaweza kutatuliwa na sisi kama Waafrika, kuaminiana na kuwasikiliza wale wanao uzoefu hapa katika bara letu. Hadi sasa Marekani haina makampuni yanayomilikiwa na serikali kama ilivyo kwa mshindani na hasimu wake wa kiuchumi China, na hakuna makampuni binafsi ya uchimbaji madini ya Marekani kwa sasa yanafanya kazi aa, nchini Kongo. Iwapo itaingia nchini Kongo, itatakiwa kuanza mchezo mpya kwenye uwanja mpya wenye washindani wengi ambao lengo lao kuu ni madini ya na kupata mgao wao rasilimali muhimu za Kongo. Je, serikali ya DRC itaweza kuwashinda waasi wa M23, kuwamaliza na kuamaliza makundi mengine yenye silaha na kurejesha amani na utulivu kwa mtindo huo? Ndio maana tukasema hapa suruhu ya mgogoro unaoendelea katika taifa la Kongo haitoki nje ya Afrika, no, suruhu itatoka ndani ya Afrika. Kama wazalendo wa Kongo wameonyesha nia ya kupambana na kweli wanapambana, chini ya jenerali ya Kutumba wanapambana sana sana na waasi wa m 23, mpaka kwa taarifa zilizoko ni kuwa kolonel na Nangaa na Bisimwa wamekimbilia Rwanda. Eh, sijui wamekimbilia kufanya nini, lakini kama kweli hao wazalendo wameweza kupambana na ili kundi na mambo yamekuwa hivyo, kwa nini tutake suruhu kutoka mataifa mengine? Kwa nini suruhu ya vita ya amani kutoka Kongo, kwa nini tuitake kutoka kwa Marekani? Je, yeah. unajua Marekani yeye yeah. atakuja kufanya nini? Ndio maana hapa sasa wadau wanauliza maswali, unadhani mnufaika mkubwa kati ya Marekani na kwenye hili swala la makubaliano ya madini ambayo Kongo imesema iko tayari kujitolea madini kwa ajili ya kupata msaada wa kijeshi eh, kwa ajili ya kupata msaada huu wa ulinzi wa kijeshi na kupambana nayo makundi nadhani, mnufaika mkubwa atakuwa ni nani kati ya Kongo na Marekani? Obviously, mnufaika mkubwa atakuwa ni Marekani kwa sababu vita vinavyoendelea Kongo ni matokeo ya ukoloni ambayo tena tunawaita tena wale wale wakoloni waje watusaidie. Je, hatujifunzi kwa kina Ibrahim Traore? Hatujifunzi kwa kina Kanali Asimi Goita? Kwa kina General Abdurahman Tchiani ambao wameamua kuvunja uhusiano. Kumbuka Naija pale, nani huyu Tchiani ameondoa kambi za jeshi za Marekani kwa sababu kadri zinavyoendelea kuwa pale ndivyo mauaji yanavyoendelea na ndivyo umasikini unavyoendelea katika taifa la Niger wakaamua kufukuzia mbali ndomana. Nakumbuka kuna kijana mmoja huko Marekani anaitwa Matt Gaetz ambaye ni meya sijui wa jiji gani huko, akawa anasema kwa nini tumekubali kuondoka Niger? Hatujachelewa, inabidi turudi tena. Wakataka kurudisha dege la kijeshi Niger huko kwa ajili ya kuja kupambana ili warudishe kambi za kijeshi, huku sisi ndio tunawapa kabisa na mkataba, tunawaambia kabisa madini ni haya hapa. Jamani, suruhu ya Wakongomani itatokana na wa Afrika. Migogoro ya Afrika haifai kutatuliwa Paris, Ufaransa, haifai kutatuliwa Washington DC, Marekani, haifai kutatuliwa Brussels, Uberigiji, inafaa kutatuliwa ndani ya Afrika. Kwa uni wito kama viongozi wa Kongo wanatusikia, chonde chonde, msiwaite wa Marekani ni wale, wale tu msiwaite kabisa wa Marekani ndugu zangu. Ni wale, wale. tunawaomba sana kwa sababu amani haitapatikana, ndio mwanzo wa umwagikaji damu zaidi wanapokuja hawa hapa. Kwa sababu kumbuka uh, usemi wa Kiswahili unasema, wanapopigana mafahari wawili ziumiazo ni nyasi, ko ni raia ndio watakaopata shida. Asanteni sana, ninawashukuru. Tuna uchungu sana na Afrika yetu, ndio maana tunaongea hivi. Asanteni sana.